Kama kawaida niko hapa kukujuza kuhusiana na vitu tofauti tofauti kwa wewe mama ambaye unanyonyesha ama unatarajia kupata mtoto. Sasa leo nimekuja kukupa tahadhari, tahadhari ya miigo ya blandi nyingi sana ambazo zinajulikana kwenye vifaa vya unyonyeshaji, kwenye chupa za watoto, lakini pia hata kwenye zile nipo za kupaka, breast pad. Miigo imekuwa ni mingi jamani, kila blandi sasa hivi wametoa kopi zake. Sasa nataka kuonesha kwa mfano, hii ni electric double pump ya Lansino. Hii electric double pump imeandikwa Lansino twin one electric breast pump. haina maandishi ya kichina hapa chini. Hii ni electric pump ambayo hata ukiingia kwenye Lansino utakuta pakeji yake iko hivi. Hii ndo yenyewe kabisa, Lansino UK pampu yao wameitoa, iko hivi haina maandishi ya Kichina. Ukiangalia, hii ni double, hii ni manyu na hii ni electric. Halafu kuna hii hapa, hii hapa ni Lansino double pump ambayo yenyewe ni kifaransa na Kiingereza. Hii hapa iko dukani jamani, na humu ndani unapata uh, hii hii electric pump, hii double wearable pump ina zile extension kwa ajili ya watu ambao wanaflati chuchu. Ukija kwenye la, kwenye Aventi, Aventi wenyewe wame zile uh, box nyeupe sasa hivi hakuna, kuna papo kama hivi na hii ndo double pump wamechange package rangi yake, sasa hivi imekuwa papo ya kukolea kabisa, sio papo nyeupe. Na wamechange hata hii electric double pump imebadilika, umo ndani kwenye package yake kuna begi ya kubebea, lakini pia wamechange vitu vingi, hata hizi cushion wamebadilisha, hizi namna zinavokaa tofauti na zile za mwanzo zilivyokuwa wamechange kabisa. Kwa hiyo kama pampu yako unaona kabisa iko tofauti na hizi ninazokuonyesha, hata boksi lake halifanani, hapa jua kabisa hiyo ni kopi. Na hizi hapa ni pampu za Medela kama unavyoona, lugha ya Medela ni mbili, wanaweka kiingereza pamoja na Kifaransa, haina Kiarabu, haina Kichina wala Kihindi. Hizi hapa pampu za Medela. Ukija kwenye tomitipi huko ndo kabisa, kwa sababu walisha change package muda mrefu sana pakeji zake ni hizi hapa pink and white, na hii hapa ni rangi ya kukolea, ina white kidogo. Na kwenye electric double pump wameweka size nne tofauti ya cushion ya ziwa. Huku wamechange package kuanzia kwenye manyu pump, single electric pump, double pump, na cushion ya ndani imebadilika, haiwi tena double, inakuwa ni cushion single, tofauti na ya zamani ilikuwa ina cushion double ambao unavalisha silicone, lakini hii wametengeneza tayari ina silicone ndani na ina sehemu ya kustimulate. Wamebadilisha package kwenye kila kitu. Tukija kwenye chupa za maziwa hizi hapa, jamani, ya hizi hapa ni Tomitipe chupa za maziwa. Kuna mtu aliniletea chupa za maziwa, sijui alinunua wapi. Boksi lake lina linakuwa lina hizi saini zimeandikwa maandishi hapa chini, kuna lugha ya Kichina. Hizi chupa original Tomitipi kama unavyoziona, zina zimeandikwa kabisa hapa Tomitipi advanced and colic help easy discomfort or colic gas and reflux. Hazina maandishi mengine ya Kihindi hapa chini. Hizi ndio Tomitipi ambazo sisi tunazo, na kwenye website ya Tomitipi ukiingia utakutana na hii haina maandishi ya Kichina. Hizi ndo chupa zetu jamani, hizi hapa ni tomitipi zetu. Kwa kama umenunua tomitipi huko umeuziwa, ukija kwangu nikakukatalia nikakwambia hii sio chupa yangu, kwa sababu ninachokiuza ninakijua, unielewe. Kama ulimwagiza mtu akaenda kukunulia kitu ambacho ni cha tofauti, lazima umuulize mtu huko wa alinunua wapi, kwa sababu sisi hizi ndo tomitipi zetu tulizokuwa nazo, zina maandishi ya Kiingereza, ikiwa imebadilika lugha ni Kifaransa, lakini hakuna maandishi ya Kihindi wala ki, wala Kichina ki karibuni sana dukani kwetu, ujipatie product original za watoto, chupa ambazo ni BPA free, pump ambazo ni durable na ni quality. Kwa sababu unakuta mtu amenunua pump amekaa nayo anakuambia, nimepump siku mbili imezima tu ghafla. Pump haijaungua haijapiga shoti ya umeme, lakini ndio iko hivyo, au unaambiwa waya umekatika Chupa sijui imepasuka wakati chupa zake hizi ni hard plastic, sio rahisi kukatika. Mwingine ananua chupa ya tomitipi mili zinafutika, anakuletea anakwambia amenunua kwako, lakini kitu ambacho sio cha kweli. Ukiona pakeji yake, akikupa box alionunulia liko tofauti. Kwa hiyo kueni na tahadhari, unaponunua chupa hakikisha umefanya research ya kutosha, kutana na huyo mtu anayekuuzia kwa sababu kopi ziko nyingi sana na za kutosha. Karibuni sana dukani.